Maadhimisho haya yanafanyika ili kuelimisha na kuhamasisha jamii kuhusu ulaji unaofaa, umuhimu wa lishe bora ambapo kauli mbiu ya mwaka huu, afya ni mtaji wako, zingatia unachokula, ikiwa ni ujumbe mahususi wa kuhimiza jamii kuzingatia ulaji sahihi wa chakula kila siku ili kuboresha lishe na afya ambayo ni rasilimali ya msingi kwa ustawi na maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, lengo la kuhamasisha ulaji unaofaa ni kusaidia jamii kuwa na afya bora na hivyo kuepuka kupata changamoto za lishe, ikiwemo udumavu, uzito uliozidi upungufu wa vitamini, madini pamoja na magonjwa ya yasiyoambukiza yenye uhusiano mkubwa na ulaji na mtindo wa maisha kama vile kisukari, shinikizo la juu la damu, magonjwa ya moyo na figo na baadhi ya saratani. Kabla ya kuja hapa nilipata fursa ya kutembelea mabanda ya maonyesho nimejionea shughuli mbalimbali zilizokuwa zikionyeshwa, ikiwepo vyakula vinavyotakiwa kutumiwa, ikiwepo upimaji wa uzito, lakini pia ikiwepo upimaji wa malaria na magonjwa mengine. Hivyo nisisitize swala la upimaji, lakini ulaji unaofaa ili kuepuka haya ambayo nimetoka kuyasema sasa hivi. Ndugu wananchi, pamoja na hatua stahiki zinazofanywa na, na serikali katika kukabiliana na changamoto hizi, ili kuboresha ulaji wetu, kila mmoja wetu anapaswa kuzingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kula vyakula vya makundi yote kila siku kwa uwiano unaofaa, na leo pale tumeyaona makundi hayo. Lakini jambo la pili ni kupunguza ulaji wa sukari, chumvi, mafuta yasiyo salama na vyakula vya kukaanga. Na tatu, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mara kwa mara. Nne, kuweka kipaumbele katika ulaji wa vyakula asilia na vinavyopatikana katika mazingira yetu. Tano, kuwafundisha watoto tabia sahihi za ulaji tangu wakiwa wadogo. Lakini sita ni kujihusisha na kilimo cha bustani ndogo ndogo, ufugaji wa wanyama wadogo kama vile kuku, mbuzi na samaki kwa ajili ya kujipatia protini kwenye vyakula vyetu. Ndugu wananchi, ili kufikia azma ya serikali inayokusudia kuhakikisha wananchi wanapata elimu stahiki na manufaa na kunufaika na mpango, serikali imeendelea kutoa elimu kwa watendaji wetu wa sekta za afya na wengine, ili nao waendelee kuitoa elimu hiyo kwa wananchi wetu, ili waweze kuzingatia lishe bora lakini vile vile kufanya kazi kwa uzalendo, weledi na moyo thabiti wa kuwatumikia wananchi. Lishe ni muhimu sana kwa afya ya kila mtu, na hapa namaanisha watu wa rika zote, watu wa hali zote, wazima na wale wagonjwa. Na ninaposema watu wa rika zote, namaanisha kwamba lishe ina umuhimu na inahitaji kuzingatiwa tangu mtoto akiwa tumboni, maanake pale ndio mtu anaanza kutengenezwa. Tunazingatia lishe kupitia lishe ya mama, lakini pia yule mtoto akishazaliwa, ni vizuri lishe ikazingatiwa kwa mtoto yule mchanga mpaka anapokuwa mtu mzima kama tulivyo hapa hivi leo. Anaitwa Rosemary Ngonyani, mimi ni mwalimu pia ni mtengenezaji wa unga aina ya afya lishe. Ushauri wangu mimi juu ya swala hili la lishe, nakumbuka wakati ninasoma shule ya msingi darasa la pili, tulikuwa tunafundishwa somo la linalohusiana na masuala ya lishe somo lile tulikuwa tunafunzwa jinsi ya kutumia vyakula bora mchanganyiko tofauti tofauti wa vyakula bora. Walimu walikuwa wanatucholea mboga za majani, protini, wanga na vitu kama. Kwa, kwa hivyo, kwa hiyo ile ilikuwa yeah, inatusaidia na sisi kwa kipindi kile tukiwa bado wadogo tu, darasa la pili, tunajua lishe ni nini. Lakini huu mtaala naona kama kwenye masomo ya saizi watu wengi hawaelewi mchanganyiko wa lishe umekaa vipi. Kwa hiyo naomba serikali hususani upande wa elimu, idara ya elimu Wizara ya Elimu iangalie, ifanye utafiti jinsi ya kuwafundisha watoto kuanzia wadogo waelewe lishe. Ndio maana saa hizi udumavu unakuwepo, tunalima mahindi, lakini mtu anajua kula ugali na maharage tu, mboga ya majani hali. Kwa hiyo ninaomba sana ili swala lianzie kwa watoto wadogo katika mtaala. Mimi naitwa Neema Marfeli Taleo ni mwanafunzi wa kidato cha tatu kutoka katika shule ya sekondari Faranyaki. Uh, katika mambo ambayo tumejifunza tume, tume hapa leo tumejifunza mambo mbalimbali kuhusiana na lishe kwamba ukipata lishe bora unaweza kuzuia magonjwa mbalimbali mbali, kwa mfano magonjwa ya moyo, magonjwa ya mbalimbali, magonjwa, magonjwa kama magonjwa ya shambulio la moyo, magonjwa ya kukosa pumzi, muda mwingine magonjwa ya stroke, unaweza kuyazuia kutokana na kupata lishe bora uh, ukiwa na lishe bora unaweza kufanya vizuri darasani, kwa mfano sisi wanafunzi darasani unaweza kufanya vizuri lakini pia hata wafanyakazi huko makazini kwao wanaweza pia kufanya kazi vizuri kutokana na kupata lishe bora. Maana yake walijenga akili zao toka wakiwa wadogo. Mimi naitwa Abubakar Roga, mwenyekiti wa mtaa wa Sabasaba hapa yanapofanyika maonyesho haya. Hali ya lishe inakwenda vizuri kiasi chake kwa kadiri ya wataalamu wa lishe walivyotueleza. Uh, katika hali hiyo mimi naona kwamba hali ya lishe ni kweli ni muhimu mkubwa sana, mtu kupata chakula kinachostahili kwa mwili wake ili apate afya njema, maisha yake yaweze kuendelea vizuri. Naitwa Zani Ali Lwena, ni mwenyekiti wa CCM kata hii ya Matalawe ambako leo kumefanyika maadhimisho ya siku ya lishe kitaifa mkoani Ruvuma. Kiujumla kwanza nime eh. Kwanza nimefurahi sana maadhimisho haya kuja kufanyika kwenye kata yangu. Kiujumla, wananchi wa kata ya Matalawe wakiongozwa na mimi mwenyewe tumefarijika, kwa sababu kwanza tumepata elimu juu ya umuhimu wa lishe kuanzia mama mjamzito mpaka mtoto anapozaliwa mpaka anapotimiza miaka mitano. Kwa hiyo kiujumla tumefurahi sana, tunaomba maadhimisho kama haya isiwe ndiyo mwisho kwa sababu elimu haina mwisho. Tunaomba tuwe tunapata hii elimu mara kwa mara, ili wananchi walio wengi waweze kuelimika na waone nao pia umuhimu wa lishe kwa sisi binadamu wote kiujumla, kuanzia watoto mpaka watu wazima.